Nini kinafuata baada ya Marekani kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran? Hadi sasa hakuna taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu uliofanywa na mashambulizi hayo, licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kujigamba hadharani kuwa hatua hiyo imefanikiwa kusitisha mpango wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati dunia ikisubiri kwa taharuki majibu ya Iran, hatua ya kwanza ilionekana ni taarifa kutoka Teheran kuhusu Bunge la Iran kuunga mkono azimio la kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Uamuzi huo tayari umeathiri soko la mafuta kwa kusababisha kupanda kwa bei. Vilevile vile, Iran imeapa kujibu mashambulizi hayo kwa kulenga maslahi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati kupitia washirika wake kama kundi la Hezbollah nchini Lebanon, wanamgambo wa kishia nchini Iraq, na kundi la Houthi nchini Yemen. Zaidi ya hayo, kuna uwezekano wa Iran kujiondoa kwenye mkataba wa kimataifa wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia. Hatua hiyo ingeipa Teheran uhuru wa kuendeleza mpango wake wa nyuklia bila kikwazo cha kisheria za kimataifa. Wanaunga mkono uwezekano huu, wanatolea mfano Israeli ambao licha ya kumiliki silaha za nyuklia kulingana na ripoti mbalimbali, haijawahi kusaini mkataba huo wa NPT na wala kuthibitisha au kukanusha rasmi kuwa na silaha hizo. Kwa upande wake, Donald Trump ametishia kwa njia isiyo ya moja kwa moja kubadilisha mfumo wa utawala wa Iran iwapo Tehran itachukua hatua za kulipiza kisasi. Kwa ujumla, mustakbali wa Iran uko njia panda iwapo itaendelea na mzozo kamili wa kijeshi au itajaribu kupata suluhisho la kidiplomasia. Ni wazi kwamba uamuzi wowote utakaochukuliwa na Iran hautaathiri tu Iran na Marekani bali pia soko la nishati, usalama na mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati.